Naei sana kwenye yako aa kutaja sababu ambayo inaweza kusababisha baho nast i sana hawajahakikisha kwamba kila ya website inaonekana kwenye search engine. Unapohost website yako hakikisha kila page iko indexed kwenye search engine na inaonekana kwenye search engine, hivyo itasababisha content zako zote na mambo yote kwenye website yaonekane mtu anapotafuta kitu hicho sana wenye e-commerce zao naona wanakosea sana hili swala, peji zao haziko indexed. Unakuta mtu kwenye e-commerce yake anauza viatu, lakini mimi na search aina ya kiatu ninachotaka ambacho kipo kwenye website yake, lakini sioni kwenye search engine. Hiyo ni tatizo la indexing. Peji ambayo ina kiatu haiko indexed, peji ambayo ina kiatu haionekani Google. Unaona so, Rekebisha, rekebisha tatizo la index. Hakikisha kila content iliyoko kwenye website yako iko index na Google, na inaonekana. Kwa msaada zaidi wa search engine optimization, unaweza kutumia umujazetu.